aitwa Richard Mwaikenda kutoka blogu ya Taifa CCM na kamanda wa matukio Online TV. E, mimi liswari nitaka nianze e, kwa upande wa umeeleza lakini lile ambalo nataka kuuliza hivi sasa e, iko nje kidogo ya imada lakini ni sehemu e, ambayo ni sehemu ya Eh, inavyoingiza mapato mengi katika pato la taifa ni swala ambalo hivi, eh, sasa kuna sintofahamu ambayo imeenea kwa kasi kwamba uwanja wa taifa umefungwa sasa, na hapa yupo eh, katibu mkuu wa wizara husika na msemaji mkuu wa serikali. Nilikuwa naomba kabla hajaondoka, kwa sababu amesema anaondoka, basi hebu tuondolee wasiwasi huo, ni kweli umefungwa au haujafungwa? Asante sana. Umechomekea, umechomekea. <laughs> Kuna mtu ana swali tena kwa msemaji au? <laughs> Jamani, mbona mnataka kuhamisha ajenda kwa upendeleo? Nadhani tutamuomba katibu mkuu ajibu hilo swali. Alafu tuendelee na maswali ya kamishna generali kwa, <coughs> <coughs> uh, kwa majina naitwa James Bunuma, anatoka Clubs. Mimi swali langu ni kwamba tunafahamu, uh, mchezo wa dabi umeahirishwa na kuna timu ilikimbia